Kuelekea dira yetu ya mwaka elfu mbili na hamsini napenda nitumie nafasi hii kusisitiza haya yafuatayo kwa wote wanaoguswa na maeneo haya wayatilie maanani. Moja. Wizara ya Elimu, sayansi ya teknolojia, kwa kushirikiana na tume ya vyuo vikuu TCU na baraza la elimu la ufundi NACTVET, hakikisheni kwamba mitaala yote inakidhi mahitaji ya sasa hasa kwenye soko la ajira sambamba na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi na sekondari ili kila mtoto wa Kitanzania apate elimu hii ya msingi imewezesha kuendelea mbele, na hasa katika kupata ujuzi fikira pevu tangu anapokuwa na umri mdogo. Ya pili, kwa vyuo vya VETA, vyuo vya maendeleo wananchi, na na vyuo vyote vya ujasiriamali mali kote nchini. Andaeni mitaala inayojibu mahitaji halisi ya sekta za uzalishaji. Tatu, kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Sayansi Teknolojia cha Mbea, MUST, DIT na vyuo vingine vya ufundi, kuweni imara katika teknolojia za viwanda, nishati safi na uchumi wa kidijitali, sambamba na kushirikiana na Tume ya Taifa ya Sayansi ya Teknolojia koste katika kuhamasisha ubunifu unaotatua changamoto za jamii. Na kwenye hili mkae pamoja, muandae siku maalum ya kupokea ubunifu kutoka kwa Tanzania uratibiwe na upate maongozo wa kuingia kwenye soko la ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo tumekwisha kusikia kupitia watangulizi eh, walioongea kabla yangu, mada kuu ya kongamano hili inagusa moja kwa moja dhamira kuu ya serikali katika kuhakikisha kuwa elimu inakuwa nguzo yenye nguzo ya msingi katika kujenga uchumi imara unaotegemea maarifa, ujuzi na ubunifu. Niseme Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia msingi huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia sera, sheria, miongozo na mikakati mbalimbali wizara inajikita katika kuhakikisha kuwa mfumo wa elimu nchini unazalisha wataalamu wenye ujuzi weledi na maadili na. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa utekelezaji wa sera ambayo tunaifahamu sote kwamba ni sera ya mwaka 2014 iliyofanyiwa mapitio na ikatoka toleo la 2023, imeweka msukumo mkubwa katika kutoa elimu inayomwandaa kijana kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za maendeleo hasa katika sekta za kipaumbele ambazo naomba kuzitaja kwa uchache ikiwemo kilimo, nishati, afya, usafirishaji, viwanda, teknolojia ya habari na mawasiliano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050, dira 2050, Tanzania inalenga kuwa na taifa lenye ujuzi wa kati, uchumi wa kati wa juu unaoongozwa na maarifa ujuzi, na ubunifu, ubunifu na teknolojia. Hii inahitaji nguvu kazi yenye ujuzi wa hali ya juu katika nyanja zote. Ndiyo maana serikali kupitia wizara ya elimu, sayansi na teknolojia imeweka katika vipaumbele vyake swala hili la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kupitia VETA na pia kuboresha vyuo vya elimu ya, ya juu kwa lengo la kuongeza ubora na ufanisi katika uzalishaji wa wataalamu. Tunapozungumza habari ya elimu ya amali, lengo kuu ni kujumuisha masuala ya ufundi na ufundi stadi, na vijana waweze kupata ujuzi ambao wataweza kuutumia kujiajiri, kuajiriwa na kuajiri wengine. Kongamano hili limeandaliwa chini ya usimamizi wa kigoda cha uprofesa cha mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika taaluma za umajumui wa Afrika cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa ushirikiano na kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, yaani PPP Center. Kongamano hili linajumuisha uwasilishaji wa mada na kufuatiwa na mjadala wa wazi utakaowapa washiriki fursa ya kuchangia mawazo, kuuliza maswali na kuendeleza mijadala ya kina kuhusu mstakabali wa taifa letu. Lengo kuu ni, kudha, ni kuzalisha fikra na mapendekezo ya vitendo yatakayochangia kuimarisha maendeleo ya taifa na urithi wa Mwalimu Nyerere kuelekea dira 5. Kongamano hili ni mahususi kuenzi urithi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere katika suala zima la kuleta maendeleo ya taifa letu, na hivyo lina malengo madogo madogo madogo manne kama ifuatavyo: kwanza ni kukuza na kuenzi urithi wa Mwalimu Julius Nyerere katika maendeleo ya rasilimali watu. Pili ni kubaini njia za kimkakati za kujenga nguvu kazi yenye ujuzi na inayoweza kuendana na mahitaji ya dira ya ishirini hamsini. Tatu ni kukuza majadiliano kati ya wadau kuhusu sera na ubunifu utakaounda mustakabali wa elimu katika nchi yetu, na nne, kutoa hamasa kwa kizazi cha sasa na kijacho kuendeleza maono ya mwalimu ya umoja, amani, uadilifu na maendeleo. Kituo cha ubia kina wajibu huo wa kuhakikisha kwamba sekta binafsi inatoa mchango wake kwenye kujenga huo uchumi mkubwa. Sekta binafsi inatoa mchango wa mtaji, lakini pia inatoa mchango wa technology na inatoa mchango wa ufanisi ili kuweza kufikia hiyo dira ya taifa ya mwaka 2050 inayolenga kujenga uchumi mkubwa wa takriban dola trilioni moja, ambao kwa sasa katika nchi zote 193 duniani ni nchi 19 tu ambazo zimefikia kiwango cha uchumi wa dola trilioni moja. Kwenda mbele na katika Afrika hakuna kimsingi, sio tu hakuna dola trilioni moja jidii, lakini hakuna hata nusu yake. Sasa e, kituo cha ubia na dhana nzima ya ubia ni msingi muhimu kwenye kufanikisha hiyo dira. Niliona nianze na, na haya siku hii muhimu ambayo tumealikwa na kigoda cha, cha uprofesa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ee, ambaye pamoja na fikra nyingi ikiwemo mada za leo ni kiongozi ambaye aliamini katika ubia. Katika moja ya hotuba yake yeye alisisitiza kwanza kwamba ubia ni vema kwanza ni muhimu, lakini vema ukaanza na matajiri au wawekezaji walioko walioko ndani, kwamba kabla hujakwenda kuwatafuta wahindi wa India, mbona kuna wahindi wapo ndani na wana mitaji. Kwa hiyo dhana nzima ya ubia ni dhana ambayo kimsingi sio mgeni, ni dhana ambayo imekuwepo wakati wote na ni fikra eh, eh, muhimu kwenye kujenga huo uchumi mkubwa.